Asifiwe mtu wa Mungu. Ni kusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ni mimi ndugu yako Adamu Komba kutoka kwa Bishop na Pastor Antony Maico Asenga. Ndugu, ningependa nishare na wewe neno hili la Mungu kutoka kwenye kitabu cha nabii Isaya sura ya hamsini na tisa mstari wa kwanza na wa pili. Neno la Mungu linasema hivi, tazama mkono wa Bwana haukupunguka, yaani mkono wa Bwana haukuwa na mapungufu yoyote hata usiweze kuokoa Alafu anasema wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Yaani pia sikio la Mungu alina udhaifu wowote hata likashindwa kusikia maombi yenu. Alafu anaendelea kusema lakini, maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, msiuone hata ataki kusikia. Neno hili linamaanisha nini, na kwa nini Isaya alisema maneno haya mbele ya watu haya? Maneno haya Isaya aliyasema mbele ya taifa la Israeli ambalo lilikuwa linapita kwenye ziki, linapita kwenye maumivu, linapita kwenye mateso, linapita kwenye kipindi cha giza, na wamekaa wanaanza kumnungunikia Mungu akihisi Mungu ni dhaifu, hawezi kuwasaidia wao katikati ya ayo mateso yao. Isaya akaja akawaambia haya maneno kwamba Mungu sio dhaifu. Mungu ana nguvu sana na mkono wake una nguvu sana. Anavyozungumzia mkono azungumzii mkono wa kibinadamu kama huu. Anazungumzia nguvu zake, uwezo wake kwa sababu tunasema hata serikali ina mkono mkubwa. Serikali ina mkono mrefu. Inakuwa inamaanisha nini? Tunamaanisha serikali ina nguvu kubwa, ina uwezo mkubwa. Kwa hiyo namaanisha nguvu la na Mungu ni kubwa sana, na sikio lake linasikia vizuri sana. Lakini changamoto inayowafanya mnaendelea kupita kwenye mateso hayo, kwenye maumivu hayo, kwenye ziki hizo, na Mungu ameliacha taifa lenu linaendelea kupita kwenye hiyo shida, ni kwa sababu zambi zenu zimewafarakanisha na Mungu, yani zimewatenga na Mungu, zimewaweka mbali na Mungu, na kwa msingi huo kitu pekee cha kuruhusu mkono wa Mungu ufunuliwe kwenu na uweze kuwaokoa katikati ya matatizo yenu, uweze kuwaokoa katikati ya changamoto mnazopitia ni kutafuta rehema za Mungu, kuziacha njia zenu mbaya, takataka na uchafu ambao mnaufanya, muache, mrudi mbele za Mungu, mumlilie Mungu, mtubu, muomboleze mbele za Mungu ili kuruhusu mkono wa Mungu ufunuliwe kwenu, nguvu za Mungu zifunuliwe, awaokoe na hizo shida mnazopitia, awaokoe na hayo mateso unayopitia. Hii inatufundisha kwamba kila changamoto unayopitia kwenye maisha yako, njia ya kuweza kusovu changamoto hiyo sio kumnung'unikia Mungu, sio kumwazia Mungu kwa upumbavu, bali kurudi mbele za Mungu kutafuta rehema za Mungu zikusaidie. Maandiko anasema ni kwa rehema za Mungu atuangamii. Kila unapoona maangamizo, tafuta rehema za Mungu zikutoe kwenye hayo maangamizo. Isaya kawaambia nyinyi, mkono wa Mungu sio dhaifu, una nguvu sana, sikio lake sio zito, lina uwezo sana lakini, dhambi ndizo zimefanya mnaendelea kupita kwenye hayo mateso. Angalia mateso unayopitia, na kushauri njia ya kuweza kusovu na kutoka kwenye hayo mateso na hizo changamoto. Ni vizuri ukatafuta rehema za Mungu, na hii ni kwa watu wote wa dini zote, kwa levo zote, kwa levo ya kitaifa. Taifa liko lina mateso na dhiki. Njia ya kuponya taifa ni kutafuta rehema za Mungu na kuacha mabaya. Jamii zetu zikiwa na mateso na ziki na maumivu na changamoto mbalimbali mbali. njia ya kuponya ni kutafuta rehema za Mungu na kumwomba Mungu msamaha na kuziacha njia zetu mbaya. Kwenye maisha yako pia ukiwa na mateso na ziki, ni kuzitafuta rehema za Mungu zikuokoe, na uziache njia mbaya, urudi kwenye njia sahihi ya Mungu. Mungu atakuokoa. Mungu atakuponya. Mungu wetu ana nguvu na uwezo wa ajabu sana katika kuokoa, na akitaka kuokoa ahitaji mwanadamu yoyote amsaidie, bali mkono wake yeye una nguvu ya kufanya mambo yote na kumuokoa mwanadamu kwenye maeneo yote. Mungu wa mbinguni akubariki sana, ni mimi ndugu yako Adamu. Amen.